Rafiki ni yupi? Wakati Osmane Dembele anatoa hotuba yake baada ya kupokea Ballon d'Or, kamera zilimuonesha kijana mmoja akilia kwa hisia. Huyu ni Mustapha Diatta, rafiki wa utotoni wa Osmane ambaye alicheza naye timu zote za vijana nchini Ufaransa. Mustapha hakuwahi kuwa fundi wa soka kama ilivyo kwa Osmane lakini siku zote aliamini mwanaye anaweza kusimama katika majukwaa makubwa ya soka na kushinda makombe yenye heshima ulimwenguni. Wakati Dembele anapitia matatizo muu, hakumtenga, aliendelea kumpa moyo. Alimwambia, unaweza na siku bora zinakuja maishani, usikate tamaa, ipo siku utashinda na dunia itaheshimu mguu wako wa kushoto. Hata baada ya Dembele kuwa staa mkubwa hakubadilisha marafiki kama wengi wafanyavyo. Kila jukwaa kubwa alipoenda alihakikisha Mustapha anakuwepo. Aliposhinda kombe la dunia, alikuwepo na hata walipofungwa na Argentina katika fainali pale Katari ya kombe la dunia, Mustapha alikuwepo. Mustapha alishuhudia kuanguka na kupanda kwa Dembele na nyakati zote alikuwa upande wake. Kwenye video hii kamera zinamwonyesha akilia kwa hisia ni machozi ya furaha yenye tafakuri nyingi ndani yake. Baada ya kukabidhiwa tuzo yake, Dembele alisema maneno machache ya kumshukuru rafiki yake huyu kipenzi. Alisema, kwa Mustafa ambaye nimekuwa naye tangu nikiwa na umri wa miaka minne hadi mitano, siku zote amekuwa pale kwa ajili yangu, aliniunga mkono daima. Kila mara aliniambia kwamba siku moja nitakuwa bora zaidi duniani na tutakuwa pamoja daima na haya ilikuwa maneno ya Dembele kwenda kwa rafiki yake. Jiulize hii leo ni watu wangapi watenga rafiki zao baada ya kufanikiwa? Ni wangapi wapokee simu? Ni wangapi wanasahau watu walioshika mkono? Ni marafiki wangapi wako pembeni yetu kama maadui wakijifanya wanatupenda kumbe wanatuzunguka? Rafiki ni roho, rafiki ni nafsi, rafiki ni maisha, rafiki ni uhai rafiki ni zaidi ya ndugu, rafiki ni wito, rafiki ni zawadi, rafiki ni tumaini, nisilukwisha. Rafiki ni jicho, rafiki ni kioo, rafiki ni nafsi yako iliyo kwenye mwili mwingine. Ukiiangalia hii video, Mustafa analia kwa hisia na furaha isiyo na mipaka, na pengine alifurahia kuliko ndugu wa damu wa Dembele. Je, una rafiki kama Mustafa anayefurahia mafanikio yako? Kama unayeandika jina lake hapo chini kwa wale wanaokuunga mkono kila wakati wape heshima yao mwanangu watu wema katika hii dunia wamebaki wachache sana mimi ni Steve Champion